Raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr Philip Isdoli Mpango, nanyi wapendwa familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Leo tukiwa na mioyo iliyojaa furaha na shukrani kwa Mwenyezi Mungu, tumekusanyika hapa Bagamoyo kuadhimisha kuzinduliwa kwa jimbo jipya Katoliki la Bagamoyo na kusimikwa kwa askofu wa kwanza wa jimbo hili, Mhashamu askofu Stephano Musomba. Tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwezesha kupatikana kwa jimbo hili jipya ambalo linafanya Tanzania kuwa na majimbo Katoliki 36 na maaskofu 41 waliopo kazini na maaskofu wastaafu 11. Ni moja kati ya mabaraza ya maaskofu makubwa barani Afrika, kwa kweli ni la tatu kwa ukubwa barani Afrika. Uanzishwaji wa jimbo jipya unaisaidia kuboresha ustawi wa kanisa na huduma za kichungao kwa waumini katika kanisa mahalia. Tunapenda kuwashukuru na kuwapongeza maaskofu wa majimbo ya Dar es Salaam na Morogoro kwa kuzaa jimbo hili la Bagamoyo. Wa, ndio waliopeleka ombi kwa baba mtakatifu ishwa kwa jimbo la Bagamoyo. Wakatekeleza vigezo na maelekezo waliopewa na hatimaye ombi hilo likakubaliwa na baba mtakatifu aliyelitangaza jimbo jipya la Bagamoyo mnamo tarehe saba mwezi wa tatu, wa tatu mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano na kumteua mwashamu Askofu Stefano Musomba kuwa askofu wa kwanza wa jimbo hili. Mchakato wa uanzishwaji wa jimbo la Bagamoyo ulianza tangu wakati wa maaskofu wastaafu wa majimbo haya, yaani mwadhama Polycarp Kardinali Pengo wa Dar es Salaam na mwashamu Telesfori Mkude wa Morogoro na kukamilishwa na maaskofu wa sasa wa majimbo hayo mwashamu askofu mkuu Juda Tadeus Luaichi na mwashamu askofu Lazari Msimbe washamabaskofu wote mliohusika katika mchakato wa uundwaji wa jimbo hili tunawashukuru sana. Mheshimiwa makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, ndugu waamini na wageni wengine waalikwa, Kanisa Katoliki Jimbo hili la Bagamoyo ndiyo mlango wa imani na mama wa uinjilishaji Tanzania bara, kama ambavyo imekwishaelezwa na pengine wenye vitabu hivyo vya maadhimisho haya mmesoma, wamisionari wa kwanza wa Katoliki kufika hapa kwa lengo la uinjilishaji walikuwa ni wamisionari wa shirika la Roho Mtakatifu waliofika hapa Bagamoyo tarehe nne mwezi wa tatu mwaka wa 1868, miaka mia moja hamsini na saba iliyopita. Najua wana Bagamoyo, mnakumbuka miaka saba iliyopita tulifanya katika viwanja hivi hivi jubilei ya miaka mia moja hamsini ya Ukristo Tanzania bara. Wamisionari hao walianzisha utume hapa Bagamoyo na kisha wakaendelea kwenda upande wa kaskazini mwa Tanzania. Waamini wao wa kwanza walikuwa ni watumwa waliokombolewa ambao waliwafundisha elimu ya ufundi na mafandi, na mafundisho ya dini Katoliki. Kutoka hapa Bagamoyo, imani Katoliki ikaenea maeneo mengine ya Tanzania. Leo kwa furaha tumeshuhudia kusimikwa kwa Mhashamu Askofu Stefano Musomba kuongoza jimbo hili la kihistoria. Baba Musomba, hongera sana kwa kuwa askofu wa kwanza wa jimbo hili jipya la Bagamoyo lenye historia na utajiri mkubwa wa kazi za kimisionari na uinjilishaji hapa Tanzania. Tupo hapa Bagamoyo ambapo ni mlango wa imani huku Tanzania bara na ni kituo cha hija cha kitaifa. Tupo hapa ambapo makaburi ya wamisionari wa mwanzo waliofika kueneza injili katika eneo hili yapo hapa. Nadhani waamini, wakati mnakuja huku mlipita kwenye eneo la makaburi. Baadhi ya waliolala pale ni wamisionari wa mwanzoni sana waliokuja kufanya kazi ya uinjilishaji katika eneo hili. Hivyo Baba Musomba, umezungukwa na nyenzo za kiroho za kukusaidia kuchota nguvu katika kufanikisha kazi zako za kichungaji, unao waombezi mbinguni na duniani watakao kusaidia katika utume wako. Tunakuombea utume utume mwema uliojaa baraka, fanaka na matunda mengi ya kiroho. Tunapenda kuwaomba mapadri, mashemasi, watawa, makatekista, viongozi wa halmashauri za walei, vyama vya kitume na waamini wote wa jimbo hili jipya la Bagamoyo, mstawishe umoja na mshikamano katika kuishuhudia imani na katika kuliendeleza jimbo hili lenye historia kubwa ya kazi za uinjilishaji. Dumisheni umoja miongoni mwenu, na pia mwombeeni askofu wenu na kumpa ushirikiano mkubwa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 Makao makuu ya baraza la maaskofu yamevamiwa na heshima ya taifa imejeruhiwa. Shambulio lile halikuwa la watu waliotaka kumpora mali au fedha, bali lilikuwa ni shambulio waliotaka kumpora uhai wake, uhuru na haki yake ya kuishi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 atuondolee vyote vinavyotudhuru na awajalie neema ya toba ya kweli na uongofu wa moyo wale wote wanaopanga ufadhili na kutekeleza maovu haya, ili waepukane na adhabu na laana ya milele. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bikira Maria mama wa Mkombozi, Bikira Maria afya ya wagonjwa, Bikira Maria malkia wa amani. Asanteni sana, tumsifu Yesu Kristu.